Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kubadilisha namba yako ya Facebook. Kumbuka mimi nafundisha taratibu pole pole, step by step, ili uweze eh, moja kwa moja kufanikiwa. Mimi nenda taratibu. Bas, nenda na mimi step kwa step mpaka mwisho, naamini utaweza kufanikiwa moja kwa moja. Tunaingia kwenye Play Store. Play Store yeah. Play Store, nitaingia kwenye Play Store moja kwa moja. Baada ya kuingia kwenye Play Store, nitaingia hapa kwenye sehemu ya kusearch, nadhani umeiona hapo. Baada ya kumonyeza search, itatokea keyboard, nitaandika Facebook. Umeona Facebook Mona basi, nitabonyeza tafuta, itakuja mpaka hapo. Sasa baada ya hapo, nitaingia ndani ya Facebook, nitabonyeza hapa. Baada ya hapo sasa, nimekuleta mpaka hapa, ili kama utaona kwa hapa imeandikwa neno update, basi cha kwanza jitahidi ku update Facebook yako ili iwe toleo la juu kabisa, iwe itasaidia eh, kufuata njia zangu na kuweza kufanikiwa maana ya kwangu, umeona tayari ipo updated. Kwa hiyo hapo mimi sina haja ya kubonyeza popote pale. Kikubwa zaidi hapo mimi nitarudi nyuma, nitarudi tena nyuma, nitarudi tena nyuma, nitarudi nyuma mpaka taanza mwanzo kabisa. Baada ya hapo nitaingia kwenye, nita nita kwenye Facebook nitatafuta Facebook kwa sababu najua tayari ipo updated. Nitaingia kwenye Facebook itafunguka, hapo Facebook yangu namna hiyo. Sasa, kama unavyoona hapo, hii ni Facebook yangu. Ehe, hapa juu kuna option nyingi, umeona kuna kipengele cha video kinafuatia, groups, kinafuatia profile, kinafuatia notification na cha juu kuni account. Sasa moja kwa moja mimi nitaingia eh, kwenye iki hapa, profile baada hapo, nitagusa ili jina hapa, umeona nitagusa, itafika eneo kama hili. Sasa ushafika eneo kama hili, utapandisha juu taratibu taratibu mpaka utakutana na hii vitu post about reels photos and events. Sasa moja kwa moja hapo utaingia kwenye sehemu iliyoandikwa mm, about hii hapa ya pili, utaguza hapo about. Mimi nenda taratibu, step by step. Baada ya hapo, utapandisha juu, utaona hapa kuna taarifa zako profile digital creator. ni huyu e. Mtu anapoishi ni Dar es Salaam, alipotokea ni Marangu Kilimanjaro Tanzania. E, status yake ya mahusiano ni single. E, muda aliojiunga Facebook ni 2014 basi. Moja kwa moja wewe unachofanya hapa chini umeona, baada ya apo utaona kuna vidoti vitatu hapo vimeandikwa see your about info, hapa ya mwisho kabisa nadhani unaiona yenye viduti vitatu vyenye mstari moja kwa moja utapagusa hapo. Mimi napagusa hapa imefungwa kama hapo, itakuja taarifa mbalimbali. Mfano itakuja hapa e, kategori yako, itakuja kama una website, kama una social links, namba yako ya simu pamoja na e, email yako. Sasa mimi nitagusa namba ya simu. Umeona ukigusa hapa italeta namna hiyo. Sasa kuna option moja hii, mnapenda niweke wazi. Subiri nirudi nyuma hapa. Ukigusa kuna option mbili za kugusa: kuna kugusa hapa kwenye namba ya simu pamoja na kuna kugusa kwenye hiki kipenseli. Sasa ukigusa kwenye namba ya simu itakutaka labda kama unataka upige either kwa simu au kama application nyingine ambayo upo nayo hiyo. Sasa mimi sigusi hapo. Mimi nagusa hiki kipenseli, nadhani umekiona vizuri hapo, eh? Nagusa kipenseli. Ukigusa ukatajifunguka mambo mengine, unagusa kipenseli. Itaniletea option hapa. Hapa kuna option mbili. Ya kwanza ina, imeandika manage contact info. Chini yake ya pili ime, imeandika sharing with. Sasa hii ya pili manake sharing with, mimi nimeweka only me hapa, itafunguka huku only me, kwa sababu nataka namba yangu ya simu niyo naona mwenyewe, ila ningeweka mfano e, ningeweka hapa kwenye kwenye labda e, kwenye friends, wangekuwa naona marafiki zangu. Ningeweka hapa kwenye friends of friends, wangekuwa anaona e, marafiki wa marafiki zangu. Ningeweka public hapa, angekuwa anaona kila mmoja sasa mimi usitaji, nataka tu nione mwenyewe, ndio maana nimeweka kwenye only me. Turudi nyuma, tuguse tena hapa hapa chini, kuna sehemu ya manage contact info. Basi tubonyeza hapa manage contact info. Tulibonyeza hii ya pili, sasa hivi tutabonyeza hii ya kwanza manage. Itakuleta kwenye sehemu kama hii, itajifungua tena, utaona sehemu imekaa kama hivi. Sasa kama unataka kuweka namba nyingine ya simu utabonyeza au email nyingine utabonyeza add new contact lakini kama unataka kubadilisha namba ya simu to change your facebook phone number utabonyeza hii namba yako ya simu hii hapa mimi nitabonyeza hapa itafunguka hivi itakuletea option sasa hapa kuna option mfano kama unataka ku delete namba yako hii namba u delete utabonyeza delete number hapa, ukibonyeza ile namba hii itajifuta. Kwa kama hauna email jitahidi sana uweke kwanza email ndio ufute, kwa sababu mwisho wa siku kama ukipoteza kifaa chako utashindwa jinsi ya kurudisha account, kwa sababu namba yako ya simu itakuwa ifanye kazi pamoja na email utakuwa hauna, kwa hiyo hata kwenye ku login itakuletea shida moja kwa moja sasa. Mimi sitaki kudelete namba, nataka niibadilishe hii namba. Nitabonyeza hii account, umeona account imeandikwa hivi. Mimi nitabonyeza hapa, itakuletea option hapa. Nisikilize taratibu, hapa hapa inasema who can see your number. Hapa ni ile ambayo motion ambayo tuliingia, nikaweka only me, kwa sababu nataka hii namba yangu Facebook ule asione mtu mwingine zaidi yangu mimi mwenyewe kwenye account ia chini hapa, delete from Facebook. Umeona hii ya juu, change visibility on Facebook. Hapa ni visibility mwanzo, hapa ni delete number. Hapo ke delete number itakuwa moja kwa moja e, ime disable two factor authentication. Mfano, lazima kutumia kwanza message kupitia namba yako ndio moja kwa moja uweze ndo moja kwa moja uwezi kwanza kuidiliti hii namba yako ya simu. Sasa hapa turudi nyuma turudi nyuma turudi nyuma, unakuja kwenye Add New Contact, utagusa kwanza Add New Contact. Baada ya hapo utagusa Add New Number. Add New Number. Itakuletea option hii, utaandika namba yako ya simu ambayo sasa hivi yu unataka uiweke kisha watakutumia meseji kwenye ile namba hiyo namba. Baada ya kuiweka, ukishaandika hiyo namba, utaweza kukubali. Itakuwa moja kwa moja imeshakaa kwenye e, kwenye simu yako. Utabonyeza tu next, itakuwa imeshakaa. Baada ya hapo, utarudi nyuma moja kwa moja, utakuja utauasa hapa, itaongezeka namba yako mpya. Baada ya hapo, ukigusa hii namba yako ya zamani utaweza kuidiliti. Usiache bila kuidiliti ile ya zamani, ili ibaki mpya. Na hiyo ndio itakuwa option rahisi ya wewe kuweza kudiliti au na pia kuad namba yako mpya Facebook. Hebu turudi tena mwanzo, tujifunze step by step e, tulipotoka. Naudi nyuma, naudi nyuma, naudi nyuma, na udi nyuma mpaka mwanzo kabisa. Tulianza kwa kuingia Facebook, tukaja moja kwa moja eh, eh, tukagusa hii picha huku. Baada hapo, tukagusa hapa. Baada ya hapo, tukapanisha juu, tukagusa kwenye about. Baada ya kugusa kwenye about, tukaja kuona see your info. Baada ya hapo, tukagusa hii kipeni hapa, tukagusa kipini. Baada hapo, tukabonyeza manage contact info. Baada ya hapo ikaje sehemu kama hiyo, tuka add kwanza new contact tuka add tuka add namba mpya. Baada ya ku add namba mpya hapa tuka baada aaa ya ku add namba mpya ya simu eh, tulivyomaliza ku add tukabonyeza next, ikatutumia message tukaweka namba sita, ziliku nne zilikuja tukaziweka, zikakubali, wengine wanatumiwa namba sita. Baada hapo, baada ya kusevu hapo tulirudi nyuma kwa kukata hiki. Baada hapo, tukaingia kwenye account namba ya zamani, tukai delete namba, tukibonyeza okay hapa itatutumia tena namba zile sita za uthibitisho kupitia namba ya simu hii kisha tutaweza kuidelete. Hiyo itakuwa step by step jinsi ya kubadilisha namba kwa Facebook. Usiache kusubscribe video kama hizo nyingine tayari nyingi zipo. Karibu sana.